Nilipotoka Christchurch nikapewa uluteni, mm. uluteni nikaenda Monduli for 6 months ah. Lakini sio uzuri mmoja nilikwenda 6 wow. months kule, kozi nilikuwa napewa nafasi ya kufanya mazoezi, na ndio maana niliporudi kutoka kwenye kozi ya jeshi mm, nikajiandaa kwa mashindano yale ya Kingston Jamaica, yes. ya, mile, ya, ya Commonwealth

ilikuwa imechezwa, ilikuwa ni walikuwa rais alikuwa Manley. Mm. Hey, Mike, ilikuwa ni usiku saa nne usiku. Mm, uwanja umejaa. mm. na atakaye shinda kuna Dream Mile trophy pale. Wow, eh, na maem ni kushinda tu ile trophy. Yeah, lakini competition ilikuwa tough. mm. na walikuepo kina Rick Wohlhuter wale kina Eamonn Coghlan. mm. kina wana wachezaji wale wa Marekani kina Macafe na wale wazuri. mm. John Walker alikuwa amealikwa lakini hakufika, hakwenda, hakuja. Okay. Yeah, sasa nilipata zogani lakini hakwenda. Na mimi nilitumia staili ile ile. Mhm. Ile la kuchomoka. Eh. Wanakaribia, wanakaribia mimi naondoka. Kuna wakati jamaa yule yule akataka kunipita. Nikasema no way. Nikaongeza. Ndio ikawa akaja huyu jamaa Marekani huyu. Akakaribia tena. Nikasema haiwezekani. Nikaongeza. Ukashinda tena. World record.